Na na... eh. Yine, video inaonyesha venye umeshika pikipiki hmm. Umeinama unafanya hivi. Akimwaga, si ulikua na filaje? Badala munionyeshe mapema. Ulikua namwaga aje ukumwaga? Sasa niite huyo mtoto akuja hapa. Nikufungulia uchukue. Wacha tuongee tu na yeye. Sawa. Amuka. Amuka cheki cheki nini? Ngoja kwanza. Ni cheki wewe na unacheki pia kwa mtoto wangu mtoto. Ndio hiyo. Sio kuna sikia kulia. Ai. Ai. Semeni tu na mbona huku nipigia simu. Sasa sasa video ndio unanitumia kisha mwaga. Ongeeni Kiswahili. Unaingilia cha wao yangu. Anakujua.

Umekuja na Ochii hapa? Ni eh, nini inaendelea Ochii, okay. Hmm. Umetoka nayo hapa. Kuja, mi nimeleta Ochii. Hakuna kitu anafaa seme hapa naochi atafungwa mpaka siku atasema kila kitu mtu alali na mtoto wangu mtu awezi wa lala na abigali wangu ochi akai tu hapa na hiyo pingo mbona umesimama wewe pia anmotgiiki kab ogi winji gimoroka ongeni kiswahili

Ati ongeni polepole, onge ongea onge, onge, ongea nini? Ongea Kijaluo, ongea Kijaluo means ni kuna kitu hapa. Kama unajua hii kitu, haikuhusu kanyageni. kubwa kubwa, unajua huyu. Wewe wachana na mimi, tulishaachana. Wachana wachana na mimi, munatetea huyu. Mnataka kwenda kumtoa kwa jela ochi? Mbona huyu huyu mtu anakutetea kwanza? tetea, wewe huyu siku hizi naenda naenda kazi nimechelewa, eh? kila mara nikimpigia simu muteja. Ukimtetea unajua, amekula mtoto wangu. Ukimtetea unajua, amekula mtoto wangu. First of all anaitwa Abigail. Unatetea mtu, ama pia wewe uende ndani? Wewe unajua huyu mzee customer wa pia huyu namkula, customer wa kukula, hmm? uko na siri hapa, na hiyo siri lazima itobolewe ndio nitakutoa pale jela na mtu wetu. Kama unajua hujahusika, hapa nitahitaji tu mtu mwenye alikukamata ukikula mtoto wangu, na hiyo siri pia lazima itoke. Ndio, ndio, ndiposa ma..., nitakutoa kwa jela. ulikula konya, konya. Konya, konya. ulikula mtoto wa shule. hiyo niliekelewa, ni pikipiki iliharibika. kwa nini uliekelewa kwanza?

mimi nilikushika nikushika, si ndio? mimi ndinza kutetea uweze kutolewa hapa juu, ukiweka ndani, najua huyu mama, Mama Abigail ndiye amekubembeleza bembeleza hapa, bado yeye ndo anatuambia kwanza tusikupeleke huko ndani hmm? Sasa hebu niambie nini inaendelea hapa, kabla uniambie kitu yenye, Mama Abigail amesema juu umekuja tu, uh, babake Helen akasimama Angoma mama, mama kele. Kuna something yenye uh, na shanga. Na shanga kwa nini usiongee? Ukiongee usini point. Mimi tulishaachana. Mimi na wewe ni kama maji aa, na mafuta. Lakini pia natetea anaweza ongea kwa sababu kumbuka, kumbuka kumbuka, si amesema ni customer uh -huh. Na kumbuka ochia kwa hapa juu yako uh -huh. Na Kevo na Helen juu wewe ni baba wato wangu, jue hivyo you Helen, si amesema ni customer sawa eh. Hey. kwa hivyo Nataka kujua akujua nini inaendelea kati yenu. Wewe mwenzote usiongee mwanamke, juu hii Ochinga kwa hapa juu yako. Si unakumbuka ulivamia nyumba yangu, juu niko na bwana wangu mzuri, ako stira na za sweets, ukasema mtoto wangu pia Abigail ajui wanaume, ukapeana ukapeana Kevo, huyu ni rafiki ya Kevo, unasikia? Uh -huh. Wanaozaga spams uh -huh. akuje nini a break virginity ya mtoto wangu juu Hellen ameshapewa mimba, ametoa, umeshea mboro moja na, na, na, na, na mtoto wako kwa huyo Kevo. Juu wa mtoto huyu ako hapa juu yako na toki. Atoki Nasi hapa. Okay, Demon. Demon. Nimekuchukia na urafiki nimeacha venye niliacha kunyonya matiti ya madhangu. Uwe ndio Evans. Uyu si Evans. Uyu ni Ochi. Hata Evans, unajua sitaki mambo za stori zenu. Huyu pia alikuharibia nini yako? Hapana, huyu chali yake anaitwa Kevo mwenye alikulanga huyu. Unaona huyu mwanamke ameshea bwana na huyu wamekulana. Wa stori ni yangu, nyamaza. Pia we mwanaume bibi, sijui so bibi yako huyu ndiye ameshea mwanaume na huyu jamaa huyu mwanaume ndiye alikamata huyu kama anakula mtoto wangu, na mbaya yuko hapa, huyo mtoto. Na huyo mtoto wangu wa wa wa wa wa? Yuko hapa juu, nimemweka safe, ako Metropolitan usibanda, nafagiliwa kama hizo spam zilitoka. Huyo mtoto wangu ako pale one full month akioshwa, juu bibi yako anauzanga spams, na alipe mwenye alimkula amekula huyu. Sasa wacha kuongea, hii siri ni yangu, wacha. Toka basi toka wewe, hata wewe toka, huyu ni bwanangu

Huyo jamaa mimi hata mama akiongea hapa hizi shida zote zi amet, ameleta na iyo umanga yake ilimtoa kwake tutoe Helen hapa, ili mambo ya watu wakubwa. Mimi hata huyo Helen siwezi juu yeye ndio alifanya nini wajat, alipea kama watu wakubwa watu wa tunaongea kama sasa nimetoa nimetoa nimetoa yale sasa. Otis, umeweza kuona chenye nimeweza kueleza kitu inaendelea, si ndio? Eh, jinsi nambavyo, o, apa, komba, eh, eh, eh, na ambavyo Ochi ameletwa hapa, umesema kwamba yeye yeye amekuwa kubeba na pikipiki. So mbona mbona uko concerned sana na kitu na ambaye ametoka kufanya? Is there, unajua mtoto huyo kama unajua kwamba unajua huyu. Kwanza acha nikuulize, unajua huyu mimi huyu unajua kama Baba Helen, sijui kama anajua huyu but ni bwana yako yule mwenye uli, ulikemeanga sijarudi huyu <laughs> <So, baba laughs> <laughs> eh, <bwana laughs> alikuwa na rafiki ya huyu alikuwa rafiki ya bibi yako, ya bibi yangu eh. Bibi yangu hiyo wakati sio sahihi. Usishike mtu bwanangu, yeye ndiye alikutuma. Pia mtoto wangu Ochien, watoto waine huo, mmoja ni wako na Kevo. Bwana amekukemea. Endea Kevo. Nataka tu sema tu kweli. Mm. Mm -mm. Yeah. Na nikuulize, yeah. nini naendelea hapa? Au washikane, mimi niko na kesi. Pia wewe kuna venye uko nao. Wewe tulia, acha kama ni bwana wako mtasolve hiyo maneno baadaye, mambo na ushikane. Sasa mwanaume amekukataa. Ha? Ha? Na mbona natetea hii ishu sana? Plus huyu mbaba inge ng'ani uchi unajua huyu mtu? Customer, customer anakuja kutetea nini? Na amekuja kesi yake na bibi yake venye waliachana, ya bibi anamtamani changu ufu Unajua Mama Abigail? Hapana hiki kitu ma inaniuma sasa hapa limefika. Mbona ni Kena, e, bebe uchi? <laughs> Nimrudishe ndani? ama, ama, hmm? si wewe ndio umeokota huyu mtu yeah? una mtoto wangu. Wakati yao wanashikana na wamekuja keni. Mimi nimewapata hata sijui ni nini mnasolve. Mnanisikiza? Mimi na tatizo zangu juu jamaa kuna siri. Si mwache hata wao hiyo siri. Lakini hao walikuwa na something before. Hata kama wanashikana wacha wao. Na mbona huyu anakuja kunini? Huyu ni ya yeah, nini? Sasa ni mulikuja mtetea huyu? Unamjua? Sijamtetea. Mimi nimeshangaa. Mbona unakuja kushikana na former wife wiki mbili? Na nilikuwa nishamlipa, ajanibeba wiki mbili hiyo time nilishikwa, walinipata. Kuna time nilikuwa nimebeba mtoto fulani wa shule nikimpeleka hivi kwa huko juu, alikuwa anatembea tembea, alafu kafanya kafanya nini, nikimpeleka ni... pikipiki karibikia kwa barabara. Sasa ile time tunatengeneza, ndo nilipatikana. Wanasema na, na lala na mtoto wa shule, sio ndio yenye wakisema huku patikana. Mimi walinipata tu nikiwa mimi huki jana, niko na kesi yake mpaka akikula hivi mpaka akamwaga.

Toka tu mama, ile mama ile, nenda tumtowe nguo penye anatolianga uh-huh. Nenda. M mwanaume wa, wa msichana yake. Nataka tubaki hapa customer, amemtetea kama jela. Ngoja wewe kama mzee usinini, wewe kama mzee, yeah. Unajua, e mtoto wako amepitia, si ndio? hey. Ambaye ni Helen hey. si ndio? Umesikia kwamba amelala na jamaa anaitwa Evans akalala na, Kevo, na, Kevo. na, Kevo akalala na, na mamake. Na wewe pia umesikia kesi imekuja hapa hivi, bado ni mimi ndio nilimpata akilala na mtoto wa shule. Kwa hiyo wewe uwezi uwezi uliza, mbona wewe pia mtoto wa shule. Hiyo ndio kitu inanisumbua akili, si unashinda nikimwangalia hiyo kuna, kuna, kuna na, na, anajiona. hmm? hmm? hmm? yeah. Huyo mwana... Huyo mwana... vizuri na huyu jamaa. Huyu alikuwa ananibeba hata mkiangalia watu Customer. Customer, okay, mm. Amjakuwa related. Mm. Ni customer wako tu a biashara. Na mbona wewe una concern unatuangalia sana. Huyo si amekula mtoto wangu kama siku ya kumaliza exams nikimngoja. Na huyo bibi yako amekuwa hapa anaitwa so called Mama Helen. Si ulisikia so vizuri Mama Helen? Kevo mwenye alimkula amekula huyu mtoto wake akapea mimba sehemu mboro mtoto na mama, na we pia ni fama bwana. Sasa huyu ni kastoma wako? Ndio, hata nimefanya vizuri, nimewapata. huyu ni kastoma wako. Ni nini unaweza mwambia? Nauliza swali, Mama K, amekuwa mama akikuja kwako wakati ukiwa na Mama Kellen <coughs> eh? <coughs> hapo hapo, mimi siwezi sema nilikuwa naona tu, nilikuwa ninawaona tu eh, rafiki alikuwa rafiki yake, walikuwa wanatembeleana tu eh. M mm. Mbona no. Mbona ume... Mbona umeruka kwa relationship? Kulingana na vile unaongea, mimi sijauliza mbona relationship, but ushaanza kusema mbona relationship no. Mimi nilikuwa namuona eh. Na kwa nini wewe unaruka? Mimi sijauliza hata swali ya mambo na leshi. Kulingana na kwenye unaongea tu tunajuana. No, mimi tutajuana na yeye wapi? Mimi ndio nachunguza. Nilikuwa naenda nakuja kwa nyumba yao kuona Mama Helen, uyu, uyu, Mama Manga. Nachunguza eh. Kesi ya huyu lakini wewe unaruka mambo na leshi. Si sema mambo na sijui mambo nyinyi watu wa mambo na leshi. Mimi namjua tu kama former Baba Helen. Okay. Eh, Duke Vondi aliteke aliteke over kwake. Mm. Sasa mimi nilimjua wakati walikuwa wanaishi pamoja na huyu Mama Manga, so called Mama Helen. Mm. Eh. Oh. Na nimemleta hapa, jua kuna siri mamabiga mama. Likwapi simu yako? Simu yako umeacha wapi? Utaenda uichukue, naitaka hiyo simu yakou hta nkonayo ata sanda uichukue, naitaka saahii, naenda uichukue, lazima tujua ukweli wa mambo guys kwa sababu Simu yangu kwa kibeti, sianangi kimalenge. Hii simu nani? Bwanangu ndiye alinibaia. Unataka kufanyia? Nataka kuangalia tu. kuangalia ndio uone bills zenye nalipa na napea makarau ndio wasitoe huyu. Sio bills. Sio bills. Nataka kuangalia kama uko na namba ya huyu. Password yangu toa, inaitwa my love Baba Abigail. Oh. Andika my love Baba Abigail. Password utazidi kunuka jela. Sasa. Hata customer wako akuje lakini kuna namba ya baba eh, Hellen? Mimi sina. Hauna? Nisaidie eh. Namba yako ndo nijue. Lazima, guys lazima tujue, kuna, kama kuna something, eh. Lazima tujue kama kuna something. Namba yako stack, usome, nataka uweke namba hapo eh. Weka tu namba yako correct. Sikuna simu yako hapa. Mimi nataka tu confirm

umempea simu saa hii. Mimi nimempea aweke namba ni dial nione kama kweli uko na namba yake. Si nilipata wapi? Mnasema nichukue simu yake? Sitaruhusu mtu yote atoke hapa, lazima nitasanitize hii simu

wivu ndio imeleta hizi shida zote Mama Helen. Sasa nakuja kuvuruga mtoto wangu nyumbani. Mbona mbona hmm? mamisevu hivyo guys kwa nini hmm? Hi, mimi nikiwaambia cha mamisevu hapa nw anyway, washa nisiharibie watu so uh, I will start. Hi, mimi nimesikia mani naambia huyu tuende tuende hizi toka mpaka uh ni sanitize hizi simba kwanza, tukaeni hapa, kaa hapa mzee, kaa hapa I want to, to sanitize simu sasa, mm -hmm. Kuna vitu ficha mzee, mimi pia simu yako nitachukua tu. Mbona wewe usiiweke, akae huko. Nani huyu? Oh, oh, oh. Awezi juu utatoroka naye, juu ni customer wako, atatoroka huyu. Unaka naye baba, juu namrudisha ndani. Ungekuwa customer wake, ungekuja nado mtoe na huyo. So manga yako Mama Hellen, mzee, Mama Hellen si wangu tena. Hey, akibaka na furahi, baka nimesahau na, na naomboleza. Hey? Wacha huyo mwanamke imefanya mpaka mpaka eh, na mpaka nimesahau naomboleza mtu niko na mshikaji nimemshika hapa na mrudisha jela. Ako na siri ndio maana nimemleta. Kuna siri yenye mnaficha hapa. Hata hapa. Wewe nyinyi wawili kuna siri mnaficha. Au oh, au oh, mama mama Mama Abigail unagongea Mama Helen. Umekuwa kugongea mama ile? No. Mimi ndio nagongewa, mimi siwezi kugongea mtu. Mama Helen si unajua yeye ndiye anagonganga wanaume. Si uliona alishia bwana? Mwenye namdinya ndiye anadinya mtoto wa shule mtoto wake Helen akaamua kuuza mtoto wangu juu sasa sisi, nimelelewa na bwanangu na vile mimi napenda bwanangu bwanangu